Siasa za uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027 zikiendelea kushika kasi, wanasiasa wakiendelea kubuni miungano na vyama vya kisiasa. Wakati huu sio wakati wa siasa, siyo wakati ya mirengo, kabila hii sijui kabila ile, Rais William Ruto ameendelea kuwarai viongozi na wananchi kusitisha siasa za ukabila na migawanyiko na badala yake kuzingatia utendakazi, akisisitiza kuwa huu sio wakati wa siasa bali ni wakati wa kuwatumikia wananchi. Let us tone down the rhetoric of politics and negative things, ethnicity and hate campaigns. Let us focus on the most important thing that leaders are elected to do The transformation of Kenya. Akionekana kumlenga aliyekuwa naibu wake Rigathi Gachagua, Rais Ruto amewakosoa wanaoendeleza siasa za mirengo, akisema kuwa wakati wa uchaguzi utakapowadia kila kiongozi atatakiwa kuonyesha aliyofanikisha kwa wananchi, akiwataka viongozi kuunganisha wananchi na kuunga mkono miradi inayofaidi wa Kenya. utakuja wakati wa uchaguzi si ndio? na nyinyi wananchi ndio mafundi wa kura, nyinyi ndio mtajua ama namna gani? Kwani kuna mtu anafundishwa hapa mambo ya kura? Si kila mtu anaelewa vile atafanya. Na siku hiyo hakuna mtu atapata kura ati kwa sababu alikuwa na matusi mingi. Mtu atapatiwa kura kwa sababu kuna kazi amefanya na inaonekana na wananchi. Rais akitaja kuwa ataendelea kushirikiana na viongozi mbalimbali bila kujali mirengo ya kisiasa ili kuliendeleza taifa. Sitaki maneno ya kuzungushana na mambo ya siasa. Unajua huyu washaka, si tulikuwa pande tofauti, lakini si leo tuko pamoja, si tunatembea? Kwa sababu katika umoja kunapatikana maendeleo ya wananchi. Haya yanajia siku moja baada ya aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gashagwa kuzindua chama chake cha kisiasa. Viongozi mbalimbali wakiendelea kuibua hisia mseto kuhusu kuzinduliwa kwa chama hicho. Jana niliona they started a party that is very colorless, that is very disorganized and a very tasteless party. Nataka ni uh, ni nikuambia Wamunyoro, kwewe siasa tulikufunza tu kwa mwaka tano ukakuwa DP kwa miezi 24 kwa sababu ya kutovumilia na una skills na ndio unaona leo sasa, unaangaika. Ulikanyaga kiti, ulikuwa naye kwa kwa mkono ukatupa wewe mwenyewe. Sasa sasa hii naona unaunga umeanza chama ya ukabila. James, Mwangi, Undugu TV.